Tanzania ni nchi iliyobarikiwa kuwa na misitu mingi yenye thamani kubwa kwa mazingira, uchumi na ustawi wa wananchi. Kutoka milimani hadi mabondeni, misitu yetu hutoa rasilimali muhimu kama mbao, kaa, dawa za asili, na mazao yasiyo ya miti ambayo hutegemewa na mamilioni ya Watanzania hususan wanaoishi vijijini. Zaidi ya hapo, misitu ni uhai wa taifa. Inatunza vyanzo vya maji, inapunguza hewa ukaa, inalinda udongo dhidi ya mmomonyoko na ni nguzo muhimu katika kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi. Sheria za misitu ndio ngao kuu za ulinzi, uwajibikaji na utawala bora katika rasilimali za misitu. Zinaweka misingi ya usimamizi endelevu, zinadhibiti uvunaji, biashara na usafirishaji wa mazao ya misitu na kuhakikisha mapato ya serikali yanapatikana kwa uwazi na uadilifu. Pamoja na kuwepo kwa sheria nzuri, Tanzania inakabiliwa na changamoto kubwa ya uharibifu wa misitu, ukataji ovyo, uvunaji haramu na utekelezaji hafifu wa sheria vimeendelea kuhatarisha uendelevu wa rasilimali hizi. Matokeo yake ni migongano ya kiutawala, upotevu wa mapato ya serikali, na uharibifu mkubwa wa mazingira. Ili kukabiliana na changamoto hizo, kupitia ushirikiano wa WWF Tanzania na Mpingo Conservation and Development Initiatives MCDI na kwa ufadhili wa serikali ya Jamhuri wa Muungano wa Tanzania na Umoja wa Ulaya EU, LEAT inatekeleza mradi wa Integrated Approach for Transformation of Tanzania Fuel Wood Value Chain. Tunatekeleza mradi wa miaka mitatu unaojulikana kama uh, mradi wa mbinu jumuishi ya kufanya maboresho katika mnyororo wa thamani wa nishati miti. Leo tumekutana hapa Morogoro kuendesha mafunzo ambayo yanalenga zaidi kujenga uwezo na ujuzi, kwa namna gani kuwafanya maafisa misitu waweze kutekeleza huduma zao za ugani kwa ubora zaidi, na kwa kuzingatia sheria na kuhakikisha kuwa haki za binadamu zinalindwa na zinatetewa. Kabla ya kufanya hii haya mafunzo, tulifanya tathmini wapi kuna, kuna changamoto katika utekelezaji wa sheria hususan kwa hawa maafisa misitu ambao wanatekeleza sheria za misitu. Tathmini iligundua kuna changamoto kubwa katika utekelezaji wa sheria, kutozingatia kwa haki za binadamu, sheria kutotekelezwa kama ipasavyo. Kwa hivyo tunadhani mafunzo haya yatawajengea uwezo, yatawapa ujuzi na wataweza kufanya kazi zao kwa ufasaha zaidi, na ndio maana tukaona ili misitu iweze kuendelea kuwepo ni lazima tuwe na sheria mahususi kwa ajili ya kusaidia uh, hivi vitu viwepo, lakini sasa uh, utunzaji wa misitu pamoja na sheria haujaanza tu, umeanza zamani sana, na hichi suala la, la, la community based management lakini la joint sharing za hizi masuala ma, ya village, ya forest reserves na kadhalika yalikuwepo tangia zamani, lakini pia tutazungumzia masuala ya kimataifa aa, Tanzania sio kisiwa, ni lazima tuendane na mataifa yanasemaje, mikataba ya kimataifa inasemaje, lakini sasa wizara ndiye anayesimamia. Nipo hapa kwa ajili ya mafunzo ya kutujengea uwezo katika usimamizi wa rasilimali za misitu na uhifadhi wa mazingira ambapo kimsingi mafunzo haya ambayo tunapatiwa yatakwenda kutusaidia moja kwa moja katika kusimamia rasilimali za misitu na mazingira kwa ujumla, pamoja na mazao mbalimbali yanayotokana na rasilimali hizo za misitu. Kwa mfano hata katika kufanya doria tunajengewa uwezo wa namna gani ya kuzipitia sheria za misitu na kuzisimamia katika vifungu husika. Hata tunapomkamata mwalifu katika misitu, unakuwa unamuelekeza kwamba wewe umefanya kosa fulani katika sheria ya misitu namba fulani fulani, kifungu fulani. Hivyo hata mwalifu huyo unapokuwa unampeleka katika hatua za kisheria zaidi, kunakuwa hakuna changamoto, na watu wengine kujifunza kupitia watu ambao tayari wameshafikishwa katika sheria na wao wanakuwa mabalozi wazuri kwa wahalifu wengine. Hivyo usimamizi wa misitu unakuwa unaendelea, hivyo na kupelekea kuhifadhi mazingira yetu kwa usahihi. Kupitia mafunzo haya, washiriki wamejengewa ujuzi wa kutumia mbinu zinazozingatia haki za binadamu katika utekelezaji wa sheria, huku wakilinda rasilimali za misitu kwa manufaa endelevu ya taifa. Nimeweza kuongezewa maarifa zaidi, namna gani naweza kusimamia rasilimali za misitu kwa kushirikiana na jamii Nimejifunza kama afisa ugani, majukumu yangu ni yapi, sifa zangu kama afisa ugani katika kutekeleza majukumu yangu katika kutunza rasilimali za misitu. Nimejifunza kujua majukumu yangu ni yapi, lakini nishirikiane namna gani na jamii, lakini kama afisa ugani natakiwa niweje. Nilikuwa sijui hata kama anavyofanya planning ya kazi zangu, inatakiwa niende kwa jamii, wao ndio waibue vitu ambavyo wanataka. Mimi nilikuwa nakaa ofisini na plani naenda kutekeleza. Mafundisho kwenye namna gani ya kuweza matumizi ya media katika utendaji wa kazi yako, kwa namna gani unaweza ukatumia simu yako ya mkononi kuchukua picha, video kwa ajili ya kurekodi matukio mbalimbali ambayo unakutana nayo katika kazi yako unazotekeleza kila siku. Uh, wiki hii ni nimefanikiwa kuhudhuria mafunzo kutoka LEAT mafunzo ya, ya ugani tumejifunza kwamba jamii au tuseme wananchi wana haki ya kusikilizwa na kutoa maamuzi juu ya uhifadhi wa misitu.